Kama unataka kuwa mpiga picha, hivi ndio vifaa muhimu zaidi ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Ukiwa ndio unaanza hii kazi ya kupiga picha, na sio gharama sana, lakini angalau vinaweza vikakufanya ukapiga hatua moja kwenda hatua nyingine na ukafanya kazi nzuri watu wakaziona na ukaanza kununua vifaa vingine vikubwa na vikubwa. Cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kuwa nacho, hakikisha una kamera. Una kamera aina yoyote. Kamera ziko za aina nyingi. Kuna Nikon, Canon; lakini zipo kamera ambazo ni rahisi kuzipata na bei yake ni ndogo kama labda Canon 6D ni kamera nzuri, inatoa picha vizuri. Kama bajeti yako inaruhusu ya unaweza kuchukua Canon 5D Mark II au Nikon D7100. Kwa hiyo hivi utaangalia wewe hapo kulingana na bajeti yako. Na lenzi nzuri ya kwanza nayo ni 50 mm, ambapo 50 mm ndo lenzi ambayo inauzwa bei ndogo lakini ina uwezo na quality ya hali ya juu. Kitu cha pili ambacho tunatakiwa kuwa nacho kwenye hii kazi ya kupiga picha ni kuwa na speedrite . Sasa hapa inategemea na bajeti yako. Speedrite ni kitu cha muhimu sana kwenye picha, kwa sababu hii ndio inaonyesha uwangavu na ubora wa picha yako. ukiwa ukikosa hii kwenye picha zako ni matatizo sana, kutoka inang'aa, labda upige picha ya mchana. Kwa hiyo ndio kitu cha pili cha muhimu ambacho unatakiwa kuwa nacho kama photographer, unataka kuingia kwenye industry ya picha, hiyo za matangazo, portrait au picha za aina yoyote ile. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni computer au laptop. Hiki ndio kitu cha tatu ambacho unatakiwa kuwa nacho kwa ajili ya kuweza kupata picha baada ya kupiga picha yako kutumia hii speedlight na kamera iza labda kwenye sherehe au wapi, kinachofuata inabidi uwe na laptop ili kuweza kuzihariri kwa lugha ya Kiswahili au kuedit hizo picha zako ziweze kuwa na mwonekano mzuri. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha muhimu sana ambacho unatakiwa kuwa nacho. Thank you.